Jitahidi sana kufanya kama nilivyokuelekeza. Ukifika uwanjani kwake uimwage ile dawa. Ila usisahau kutia nia kabla hujamwaga ile dawa. Sijui umenielewa? Sawa, mama, nimekuelewa. Nitafanya kama ulivyonielekeza. Na sitasahau. Sasa ingia ndani ukachukua ile dawa, Ukafanya kama nilivyokuelekeza. Mimi naenda pale kuongea na Kiepi. Haya, mama. Haya. Vipi safari ya wapi? Si unajua kabisa sababu zilizonifanya nikuache nyumbani. Alafu we unazurura zurura tu mtaani. Hapana kaka, mi siwezi kutembea pasipokuwa na sababu. Naenda hapo duka la madawa mara moja wa kumchukulia shangazi dawa, bado hali yake haijatengemaa ya vizuri mm -hmm. Sawa mi nimetoka sehemu ambazo hawakufanikiwa kupata taarifa na ndo nimetoka kuwafahamisha. Mm -hmm. Haya sawa, mi naenda. Subiri kwanza, vipi baada ya mimi kutoka nyumbani, mzee Manembo alifanikiwa kufika? Hapana, tangu alivyotoka hajarudi tena. Sawa, huko unapokwenda jitahidi usichelewe kurudi. Dada zangu mimi nimewaita sala langu kubwa sana kuhusu ndugu wetu sio. Maana kama alivyosema amekuja na kuondoka, ina maana sasa kule tayari kashapazoea, kwamba lile swala tayari lishamuingia akilini, ina maana tayari kashalizoea. Sasa manjegeka manjegeka mengi sana. Kwa mimi nataka kujua unafanyaje fanyaje kuhusu ndugu jana, mimi naona hapo cha kufanya ni kuchukua maamuzi ya kwenda pale aliposi, lakini kwenye kwenda hapo. Tuende na mawazo mawili. Tukimkuta yule mama yupo sawa. Basi tuongee naye kwa utaratibu na tumuombe ndugu yetu tutoke naye pale. Na ikiwezekana tumwambie kabisa ukweli kwamba sisi ndugu yetu hatutaki ingie kwenye masuala ya uchawi. Ila tukimkuta yupo kwenye modi mbaya basi tutumie hekima na akili. Tumuombe kistarabu kabisa tuondoke, na sio tumdanganye hata nyumbani kuna matatizo, au tunashida naye tunahitaji tukazungumze naye kama familia, na tukifanikiwa sasa kwenye hayo tukaondoka naye basi hapo mambo mengine ndio yatafuata. Au unasemaje? Hmm, ndugu zangu, ishu sio kutoka hapa kwenda kumfuata Siwa. Ishu ni kwamba hata tukimleta Siwa hapa ni kazi bure sawasawa, tunatonga maji kwenye kinu. Kwa sababu gani nasema hivyo? Yule tayari kashakabidhiwa uchawi Alafu mnataka tumlete nyumbani, mnategemea nini kitatokea? Atatumaliza wote? Kwa hiyo mimi nilikuwa nawaza tunende tukamfuate Siwa, ila tusimfikishe nyumbani, tumpeleke moja kwa moja kwa mganga. Kwa mganga, hmm. Hapo kama ameongea kitu, ina maana kama tayari atakuwa ameshaingia kwenye uchawi. Tukimpeleka kwa mganga yule mtaalamu, sisi tutaongea naye vizuri, amuondoe moja kwa moja kwenye huo uchawi. Sista Kibiriti, umetisha sana, nimependa wazo lako. Na dada Memena pia umetoa wazo zuri sana. Mi nafikiri tufanye kama mlivyozungumza, na siku aliosipite, twendeni. Mi naingia zangu mchani, naenda kuweka nywele sawa. Sasa kakabaruza ndo nini, kuweka maulembo yote au kichwani? Unajua tena baluza nyingi au? Ah, hmm, Umependeza. Basi shaanza mambo yako. <laughs> Kazi yangu mimi nishaimaliza, na ndugu yako tayari yuko sawa. Kilichobaki hapo ni wewe kumsubiria mpaka atakapoamka na baada ya kuamka atakuwa Adela yule ambaye mmemzoea na sio Adela yule ambaye mmekuwa naye katika kipindi hiki cha katikati. Baada ya kuamka tu atakuwa sawa. Sawa, mganga, mimi nashukuru sana. Mungu akujalie aendelee kukupa nguvu na uishi maisha marefu, ili uweze kutuokoa watu kama sisi. asante sana mganga wangu. Nashukuru sana. Sawa. Kwa kuwa mimi tayari nimeshamaliza kazi yangu, Narudi Kilingeni na baada tu ya ndugu yako kuamka naomba uje Kilingeni ili tuendelee na matibabu yako kwa sababu ndugu yako tayari iko sawa. Sawa, nitafanya hivyo. Sawa Kiepe, mi natoka kidogo, kuna sehemu naenda, ila uwe makini nikiwa sipo na utokaji wangu kwa sababu wa ule ugeni ulioingia Eh. Basi hapo tu biasimini, mimi nikuondoe shaka maana tayari umeshanipa zamana ya kila kitu. Wewe ukiwa haupo, mimi navitimiza na wao unakuta vitu salama seti. Eh. Kwa vitu kama hiyo vidogo vidogo, ah, mbona viko ndani ya uwezo wangu. Ila kuna jambo tu mimi nataka nikuulize biasimini. Muda si mrefu hapo ulikuwa na safari umetoka wewe na baba mdogo umeona. Sasa eh. Tena sasa hivi kwa safari tena kengine, basi utakuja uzekee kwenye barabara bia simini. uh -uh. hilo alikuhusu, kinachotakiwa kufata kile inachokuelekeza umtu, yeah. kweli kweli, eh? kila siku wao wanakuwatoa kutoka hapa nyumbani

Sema nini, ladies and gentlemen kep amwia Chief Kuka. Leo amli ndani sikatoka mama, eni leo amli, yaani leo ni mwendo wa kugalauka. Hatali mnakonda galauka na njaa. mtarajiwa asante, mke wangu penzi mtarajiwa. Za huko ah, nilikotoka ni salama tu, ila hofu yangu niwe hapa nyumbani. A mi niko sawa, wasiwasi ah, ah. Lengo la kuja hapa, nataka nikuambia kitu kimoja, unajua kuna wakati mwingine tunasema vitu vingi sana, tunaongea vitu vingi sana lakini tumefunzwa kubakishaga maneno, tusipende kuzungumza kila kitu. Kuna vitu kadhaa vinaambia kuhusiana na mke wangu Mkela akwamba alienda kwa mganga, akaambiwa sikuendalaina kaka yake. Kuna vitu vingi sana alivyozungumza, vitu ambavyo avyonifanya nikawa sawa kiukweli, lakini aukupaswa au kufanya hivyo wala kuona ulazima wa kufanya hayo. Kwa sababu uliyafanya hayo, mimi naamini, baada ya kukaa na kufikireni, nikaona kabisa ifanya hayo yote hayo kwa sababu tu ya wivu na wasiwasi. Pengine unahisi labda upendo wangu kwako utapungua, utazidi kuongeza, lakini haiko hivyo. Moyo wangu nafasi yako ni kubwa sana kuliko mwanamke yoyote yule, na naifahamu. Kwa hiyo anachotakiwa ukifanya sio kuongeza chumvi au kutia maneno kwa mwenzako. Kwa sababu ni mke mwenzako siku zinazofuata, na kikuwa wewe anataka uongee naye vizuri yule. Kwa hiyo yuke mtulea maneno tofauti ikawa haipendezi. Anataka uelewe hilo. Nakupenda sana. Hakuna chochote kile ambacho kitakuja kubadilisha hilo. Unielewa mamaangu, eh? Mume Naomba unisamee kwa yote niliyoyafanya. Najua nimekosea, ni upendo tu umenifanya niwe vile, ila nikwaidi kitu kimoja, sitokudanganya tena na wala sitokuambia uongo. Na pia naomba Mungu anisamee kwa nilichofanyia Nkela, au ni upendo tu umenisukuma. Na pia naomba kusikia tu neno lako moja tu kuwa umenisamee. Usijali mimi nimekusamea hata kabla ujanikosea, ila tu nimekukumbusha kumbe ufahamu una nafasi gani kwenye moyo wangu. Hakuna mwanamke yoyote atakichukua nafasi yako kwangu, samamangu. Sawa, nakuelewa. Alafu Makauboi, mi naomba siku ya leo uja ulali hapa kwangu, maana nimekumisi mno na nikuombe kitu kimoja pii, ndoa naomba ufanye haraka sana, maana vijidudu ni wengi sana wanaotuangalia, na watu wengi wawapendi mimi niwe na wewe. Kwa hiyo naomba ufanye haraka sana mimi, nahitaji kufunga ndoa na wewe. Na kuomba swala so, ndoa ni kutoa shaka, liko palepale pale, kwa sababu kama taratibu za kutafuta mshenga mimi tayari nishakamilisha hilo. Kwa kwahiyo muda si mrefu utarajua. Sawa. Asante, nakupenda sana. Nakupenda pia ila Makorboy, na naomba ukitoka hapa uende moja kwa moja kwa mke wako ukaongee naye, ujue tu jinsi gani ya kumdanganya ili uwe na mimi usiku wa leo, mana nimekumesi sana Unajua kuwa nyangu mno lakini, kwa sababu yako ntafanya nawezekana. Sawa, asante, nakupenda sana. Aya basi, baadaye. Poa unangu, basi kuwa sa na siku njema. Nakupenda, nakupenda. Kilichobaki ni kumsubiria mpaka azinduke, na baada ya hapo atakuwa sawa. Na kitu kingine, naomba muwe makini na mtu aliweza kumfanyia hivi, kwa sababu hawezi kuacha mpaka mazunguni yake aweze kutimia. Sawa mganga, tumekuelewa asante sana, tunashukuru. Sasa umesema kwamba huyo mzee hataacha kutufuatilia, kwa sababu hajatimiza kile ambacho alikuwa natai sasa tunaweza vipi kujikinga naye, ili mradi kisitokee kama kilichotokea kwa hao ndugu zako? Watakuwa hapo sawa, kwa sababu nimeshafanyia tiba na kuwapa kinga, ila kwa wao itabidi uje kilingeni. Sawa, nimekuelewa. Sawa, njoni, mbebe ili tumpeleke uani kwa ajili ya kuweza kumuulisha dawa. Shikonyinge no shikonyinge wakobeta kine chini ya uvungu naletogwa na mane eh siri ya uvungu uvungu naletogwa na dembe siri ya uvungu uvungu chile moke chile moke uvungu chile moke chile moke uvungu chile moke chile moke uvungu Kole, mimi naishia hapa kama unavyojua nyumbani niko peke yangu. Alafu mangu sikufunga. Pia nashukuru sana rafiki yangu kwa kwa kunisamini, kwa kunifikishia hizi taarifa. Na nakuahidi nitalifanyia kazi, sitotumia memko kulichunguza jambo hili. Sawa, so, mimi nimekuelewa rafiki yangu tangani, ila hakikisha wakati wa kufanya kwako uchunguzi usinitaje, maana mimi ndo nilimwelekeza yule mtu mahali husika akijua haitaleta picha nzuri. Sawa, ina shida haya, ila sija kuzoea hivyo. Rafiki yangu yani umepooza sana. Na kuhusu hili jambo, usijali, tupo pamoja, yaani tutapambana mpaka tujue mbivu na mbichi. Haya, wacha mi niende nyumbani, kwaheri. Kuja ghafla nyumbani kwangu, una tatizo gani tena huko? Uji wangu mkubwa kwako kuhusu ule ugeni uliofika nyumbani kwangu na ule mzee asiotajwa. Huwa akifanya hivi, jua kuna kitu anachunguza. Shaka yangu ni kwenda kujua mipango yetu, mimi na wewe. Aha, kumbe kitu chenyewe ni hicho. Sasa nisikilize, hilo lisikutishe. Huyo ni mtoto mdogo sana, tena sio mtoto, katoto kwa hiyo wewe na wasiwasi huyo Chendu? Nini sababu za kutaja esimu yangu? Kuna kitu nataka nikusaidia, hmm. Amakambo mmona katokea, tutafanyaje? Ah, sikiliza, ni kwambie Bi Yasmini, sisi tusirudi nyuma, mipango yetu iwe pale pale. Kumuona kwake kikaja hapa, ni mimi tu nimekataja. Hata kitungusomu chenyewe ukikitia kwenye dagaa kinanukia kama pilau, sembuse yeye katoto, tukale wewe kafanya shughuli zako, nitakashughulikia mwenyewe. Inawezekana zile ndevu zake zinataka kunyolewa na panga. Wewe oh, hujajua tu wewe, nenda la mbwisu la mbwisu la eti. Kana niambia kuwa makini, unataka kunifanya mimi kama mwana usalama barabarani, nasimamisha magari na siku nyingine. Ukifika hapa ukija hapa kwa nguo umefua, hilo koti la mbwisu la mbwisu la mbwisu

Dada hayuko ametoka toka, toka asubuhi. Ah, jamani ksh, dada yako kama amekula miguu ya kuku eh. kwani kuna tatizo hakuna? ah, ata tatizo ni kwa na shida naye tu, basi basi. Poa, haina shida moyo ah. sawa Hmm. Hmm, dada Nkela, umekuja hapa mara moja tu kuzungumza naye kwa uchache. Kabla sijaanza maongezi, vipi wa shemeji upo? Hapana, simejiapo mfshanae kidogo tu ametoka, kwa hiyo ungemwai... ah, ungemkuta sawa. Lengo la kumuulizia sio kwamba nahitaji asikie ya mazungumzo, hapana. Kwanza nianze na shukrani. Nilifanikiwa kwenda kwa yule mganga ulionielekeza. Yani cha chakushangaza alianza kunieleza matatizo yangu yote kabla hata sijamuhadisia, na nashukuru sana alinipatia dawa hivyo natakiwa nianze kuzitumia leo usiku. Kuhusu hilo hata usijali, ndugu wangu, maisha ni kusaidizana. Ni mwenyewe huko nilielekezwa tu, sikuwa na budi hata wewe kukuelekeza, maana sisi sote tuna shida. Sawa so, dada, sitochoka kumuomba Mungu kwa hili, maana matumaini pia ninayo. Wakati natoka kwa mganga nilienda kwa dada, nilivyotoka kwa dada nikiwa njiani nikakutana na kijana Yani uwezi amini ya alimtongoza japokuwa, so kijana ambayo nilikuwa namhitaji mimi lakini matumaini nimeyaona kabla ya kuanza kutumia zile dawa za mganga. Hivyo dada yangu nakushukuru sana tena sana. Ondoa shaka, hata mimi yule mganga nina imani naye sana, kwa sababu amenisaidia matatizo matatizo yangu yote ambayo alikuwa ananisibu. Ijapokuwa matatizo tunatofautiana, lakini nina imani huyo, sijui ni mahaba, sijui ni nini atakutoka na utakuwa sawa. Kikubwa tu ni kumwomba Mungu na kutumia dawa vizuri alizokuelekeza mganga. Alafu kitu kingine, dada yako, usija ukamwambia kuhusiana na mganga niliokuelekeza hadi upone, sawa sawa. Dada, ngoja mimi niende, maana lililonileta hapa ni shukrani zangu tu. Sawa, lakini ungesubiri tuandae chakula, ukaondoka umekula ngalau. Haya, usijali, siku nyingine So, hem yeah. Niache bwana, wava unakuwa hivyo Kipipi. Uona matatizo gani kwani? Umeona sasa hiyo hali unatakiwa kuwa nayo. Wewe ni mjamzito, unatakiwa utulivu, amihekaheka haihitajiki, lakini unasababisha kila siku tugombane. Haya, barabarani uko tunavutana, watu wanatuangalia, huo ni aibu. Kila siku si unagombana? Wewe ndio unaitaka hiyo aibu. Kilichokufanya unibebe pale kama mtoto taa kunipea kliniki unipime uzito kitu gani? Sijapenda, umenidhalilisha. Sitaki matatizo na wewe, napunguza mdomo wako sawa, sitaki maneno. Hivyo unaumwa kati yangu mimi na wewe na na maneno maneno, wewe ndio unapenda maneno maneno, naweza upende kuniona mimi nimetulia. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja, kila siku unakwambia usipokaa kwa kutulia tena utulie, baba guest. Kipipi, kuna jela na guest. Alafu wewe mtoto wa kiume utauponza huo kipipi, unanitukana, kuna jela kuna guest. Unaniambia mimi, nitakupasua pasua, hata ukipeleka hospitali wajiulize ni mimi nimekupasua au gari ndio limekugonga, umepasuka. Hivyo kumbe kipindi hicho mwanaume, nishafanya kazi yangu hivi. kwa wanaume gani mbwembo, unakaa unajinadi mbele yangu hivi. katika wanaume wewe mwanamume hivi kijijini hapo watoke wanaume, watangaze wanaume watoke, wanaweza kutoka. Wewe mwanamume au nusu mwanamume? Kuna wakati nashindwa kukuelewa unajinsia gani yani, hata mwenyewe pia unanichanganya. spend mazalao unajua spend mazalao, spend mazalao utakuja ni Leo nakupasua. Ama kweli dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini uvungu tujaviona, watu wanaobadili mchana kuwakiza kama ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima, yani vituko sijapata kuona wanaitwa mekwa. mekwa kuna fimbo ya ajabu inayoweza ge hukanyoka yani, utastaajabu kuliko yale yanaviusa.